Alama saba za kumjua mtu sahihi katika maisha yako. Watu wengi tunapotea ama tunachanganyikiwa kuweza kutofahamu yupi sahihi tunapotaka kuingia katika mahusiano. Sasa, hizi alama saba zitakusaidia sana leo. Alama ya kwanza ni kuwa na amani, sio hofu wala wasiwasi. Maana yake ni nini? Tunapokuwa karibu na watu tunajisikia amani ya nafsi, na tunapokuwa nao katika mahusiano hatutumii nguvu kubwa kuweza kuwaaminisha tunawapenda ama kuweza kuwafanya watupende. Hiyo ni alama ya kwanza. Kwa utadeti na mtu ambaye yuko very simple, wala uhitaji kutumia nguvu nyingi yeye kukupenda, wala uhitaji kumlazimisha yeye kukupenda. Na unapokuwa around na yeye ama unapokuwa pamoja, unamwona yeye ana furaha, na wewe una furaha. Hiyo ni alama ya kwanza. Alama ya pili ni kushirikishana ama kushirikiana. Mm, kushirikiana kwenye mambo ya kifamilia, kushirikiana kwenye mambo ya kifedha, kushirikiana kwenye malengo eh, kushirikiana kwenye kazi, biashara eh, kushirikiana kwenye matumizi, weteva, kwenye ndoto eh, na vitu kama hivyo, sindio? Mshajuana vizuri, unajua kazi ya mwenzako, unajua kazi yake, kipato chake, unaweza ukamshauri, unajua, unapata kipato kidogo, kwani usifanye hivi na hivi eh, so, unajua E, unamshauri lakini pia unamshauri mambo ya kifamilia ha, unajua hivi: ukifanya hivi mamako afurahii, ukifanya hivi utakuwa umemkosea wazazi wako, ukifanya hivi umemkosea ndugu zako. Kwa hiyo ni yule mtu ambaye tayari anasimama na wewe kama ni sehemu ya maisha yako moja kwa moja. Sio, umeelewa? Kwa hiyo, alama ya pili ni yule mtu ambaye mnashirikiana moja kwa moja kwenye maendeleo ama kwenye nyanja mbalimbali mbali za maisha yako, sio yule mtu lake lake lako lako, hata wakati mwingine unapojitahidi kumshirikisha hajionyeshi kujari ama haonyeshi kujisikia kushiriki katika ushauri ama kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo alama ya pili ni yule mtu ambaye mtashirikishana na mnakuwa very comfortable, very calm na mko hapi kushirikishana. Unajua eh? Mama leo kaniuze unajua nini mama yako ishina hivi, mama yako ishina hivi. Ah, bosi kaniuze bosi ishina hivi, bosi ishina hivi. Yaani hata sijui nifanye nini, fanya hiki, fanya hicho. Si unajua. Na anakuwa comfortable so yule mtu anakufokea okay, ukimwambia wewe bwana ushazidi bwana. <laughs> Mimi usinishirikishe tena mambo yako, unajua. Hayo hivyo inakuwa smooth pale mnapo shirikiana. Twende kwenye alama ya tatu. Alama ya tatu atakukuza ama mtakuzana, e, mtakuzana, maana yake mtaonyeshana support za moja kwa moja kwenye nyanja mbalimbali, si ndio? E, lakini pia atapenda kukuona ukifanikiwa na yeye atatamani kuwa sehemu ya mafanikio yako. Sasa hivi vitu unavyoongea kikawaida, lakini kama ushawai ku kue baadhi ya vitu katika mahusiano utaelewa kwamba eh, kwamba kukuzana ni kitu cha namna gani. Eh, kwamba unajua mke wangu nini hicho unachokisomea hicho unachokifanya kwa nini usikisomee? Eh, hicho unachokifanya yaani, anakutengenezea mazingira ya ukuaji kwenye unachokifanya na anakusupport kwenye unachokifanya ndio ile. Mke wako anafanya biashara na we unaposti biashara za mwenzako. Mume wako anafanya biashara na wewe unaposti biashara za mwenzako, lakini pia unajisikia kutoka kwake sometimes, karudi kazini amechoka, na wewe unahitaji penzi, si ndio? Kuna baadhi ya vitu udi unapenda ukuaji wa mwenzako, unapenda mafanikio ya mwenzako he, katika ile namna ambayo na wewe una supports, na wewe unashiriki kwa namna moja ama nyingine, kujinyima ama kuongeza hayo mafanikio ya mwingine, na sio kukandamiza. Sasa hapa eh? maana yake na wewe utakuwa mshauri. Nimeshai kusemaga siku moja, mimi nafanya haya mambo ya kutoa elimu eh, natamani pia nikipata mwanamke ama mwanamke nne kuwa naye, hawe ni mtu ambaye anani motivate, ananipa nguvu katika hiki ninachokifanya, ananishauri, unajua nini mpenzi wangu, kwa nini sasa hivi tusifanye hiki na hiki ama usifanye hiki na hiki, ili upate kuwafikia watu wengi zaidi. unajua Ukipata mtu ambaye anatamani kukuona ukikua, anatamani kuona ukifanikiwa, hiyo ni alama mojawapo ya mtu huyo anakufaa. Alama ya nne ni ugomvi wenye hisia za amani, ama wenye kutafuta ufumbuzi. Kuna ugomvi wenye ku, ku, ku, kuvunja mahusiano ama kuvunja amani, na kuna ule ugomvi ama mikwaruzano yenye kutengeneza amani ama wenye kutafuta eh, ufumbuzi. Eh, kwa hiyo mnaweza mkakwazana baadhi ya maeneo lakini always ni mnatafutaga ufumbuzi tu. So ile mmekwazana kwenye makubaliano fulani basi mmenuniana, ndio mnataka kuachana hapo hapo, kila mtu anataka kutoa madhaifu ya mwenzake. Yaani kuna jambo tu dogo bwana, mmekwazana basi mnaanza kutoleana madhaifu ambayo mambo mengine hata hayakuwa yahusiane na hayo mambo mnaanza kuyaleta hapo karibu. Lakini eh, mikwazano yenye kuleta suluhu, yenye kuleta ufumbuzi wa changamoto na kuleta eh, majibu hiyo e, ni dalili mojawapo huyo mtu anakufaa na ni mtu sahihi katika maisha yako. Nadhani unaelewa hapa, eh. Mikwaluzano yenye kuleta suruhu. Nasema kila siku hatuwezi kujenga ama kupunguza mapungufu yetu kama kutotokea migogoro ama mizozano, kwa sababu tuna mahusiano watu wawili, kila mtu na tabia zake, kila mtu na desturi yake, kila mtu na mazoea yake, kila mtu na makuzi yake, kwa upo wakati tutagongana Eh, tutashindwa kuelewana, lakini tutamalizaje kutokuelewana kuelewana huko? Tofauti na ile unamwacha mwenzako na tatizo naye anabaki na tatizo lake, no. Lakini mtu mnayeendana ni yule ambaye nimetokea tatizo na mmeliona kama tatizo, mtakwaruzana katika namna ya kufikia makubaliano, nini kifanyike, lakini mtakuja mtapatana na mtaelewa nini kinataka kifanyike kwa pamoja, na sio kununiana ama kukasirikiana ama kuachana. Ushanielewa? Eh, Hiyo ni alama ya yani nne ya mtu sahihi katika maisha yako. Alama ya tano ni mwendelezo. Mwendelezo wa maneno yake yataendana na matendo yake, lakini mtu anayefanya mambo mazuri wakati wote n yani, ni ule mtu ambaye hakuweki katika maswali ya kusema hivi mimi hapa napendwa au sipendwi, hivi mimi hapa nishaachwa au sijaachwa, hivi mimi nitaolewa siolewe. Lakini atakuwa ni yule mtu ambaye yuko so clear, consistency ni mtu mwenye mwendelezo wa kufanya mambo mazuri, ni mtu mwenye mwendelezo wa kukupenda hivyo hivyo, ni mtu mwenye mwendelezo wa utaratibu ule ule alianza na wewe. Eh, nadhani usha experience. Unaingia katika mahusiano na mtu, siku za mwanzo mnapendana kwelikweli, lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda anapunguza baadhi ya vitu. Alikuwa anakupigia simu sana, kupigi tena, message sana, ku message tena, alikuwa anapenda mwonane sana, mwonane tena, alikuwa yaani, kuna vitu unashangaa, kila mnavyozidi kwenda vinazidi kupungua. Sasa huyu utakuwa, atakuwa ni mtu ambaye kila siku zinavyozidi kwenda atabakia kuwa ni mtu ule ule, anayekupigia simu, anayekujulia hali, anayekuwa na huruma na wewe, anayekujali, anayejisikia na wewe, anayekutamani, anayekupenda, anabakia kuwa hivyo wakati wote. No mata mtapitia kipindi kigumu, mtapitia vikipindi gani, lakini bado anakuwa na mwendelezo ule ule ule mkutanao ama mwendelezo ule ule wa vitu vile vilivyompenda atabakia kuwa kuwa navyo. Moja changamoto kubwa tunakutana nayo katika mahusiano, tunavutiwa na watu kwa namna wanavyotujali, then baadaye kutujali kwao kunaisha afu sisi tunabaki tuna ile tamaa ama kumbukumbu ya kwamba kumbu huyu mtu alikuwa mzuri kwetu. Lakini kiukweli sasa hivyo, ukiuliza kitu kilichokufanya umpende wewe, mwanaume au mwanamke, ni kipi? This time unaweza ukakuta hakipo tena, ila umebakia kwa mazoea. Lakini mwanaume ama alama ya mwanaume sahihi kwako, ama mwanamke sahihi kwako, ni ule mtu atakayefanya kitu kizuri kwa muendelezo wa muda mrefu. Kwa hiyo ni alama ya tano ya mtu sahihi wa kuingia naye katika mahusiano. Alama ya sita, nguvu ya pamoja. Sasa nguvu ya pamoja namaanisha wote mtatumia eh, muda, yani mtapeana muda eh, akili zenu zitakuwa pamoja, mawazo yenu yatakuwa pamoja, mitazamo yenu itakuwa pamoja, malengo yenu yatakuwa pamoja, ndoto zenu zitakuwa pamoja, yani e, nguvu ya pamoja ndio hiyo. Kuna kuna yale mahusiano yanategemeana na mtu mmoja tu, yani kuna mtu mmoja akisema bwana, kwanzia leo mi nimechoka, mahusiano yamekufa me, ya kwa sababu ndio yeye anayashikilia mahusiano kila siku ndo anataka kutumaga message. kila siku ndo anaopigaga simu, kila siku ndo anaolalamikaga, kila siku ndo anaoachwa, lakini anaombaga msamaha. Yapo mahusiano yanaoelemea upande mmoja kwa namna hiyo, lakini mahusiano ama mtu ambaye anakufaa wewe ni yule mtu ambaye na yeye ataweka nguvu e, ataweka nguvu katika ku, kujenga mahusiano katika kuyaboresha mahusiano yafanya azidi kustawi na yazidi kuwa bora, katika kujenga mahusiano yazidi kuwa na mwendelezo mzuri e, Ha, hatakuwa anategea upande mmoja. Hapo umeelewa? Sasa leo hii watu wengi wanalalamika yani mimi mimi ndio kila siku namuanza, mimi ndio kila siku kosa kafanya haina muomba msamaha. Kila siku ananiambia tuachane, kila siku eh, eh. Dalili moja wapo ya mtu ambaye mtu sahihi katika maisha yako ni yule ambaye naye pia atawekeza muda kwenye mahusiano yenu, atawekeza nguvu katika mahusiano yenu, atawekeza mawazo, atawekeza akili zake na malengo yake katika mahusiano yenu. Kwa hiyo, hata katika malengo yake pia wewe utakuwa ni miongoni mwa malengo anayoyapanga. Akisema nataka kujenga nyumba, anafikiria hiyo nyumba ndani yake kuwe na wewe na watoto eh. Nataka kufanya biashara hii fulani, anafikiria katika biashara wewe uwe sehemu ya usaidizi ama katika sehemu ya hiyo biashara, sio ile mtu anayekuwa na ndoto za peke yake, yani kwamba azifu hata ukiondoka yatamove sio, umenielewa eh e? kwa hiyo e, dalili ya sita ni nguvu ya pamoja. Sasa dalili ya saba ni urafiki wa ndani ama urafiki uliopitiliza Manake nyinyi ni wapenzi, lakini you can play both, ni wapenzi na ni marafiki eh? kwa sababu kuna wakati wapenzi wanakuwa na mipaka ama kikomo, ila urafiki unaweza ukawavusha katika kikomo cha mapenzi, kwa kuna wakati mtashauriana kama marafiki, kuna wakati mtapiga story umbea kama marafiki, kuna wakati mtacheka kama marafiki, kuna wakati mtakuwa wapenzi, so mtakuwa na ile maisha ambayo hayapo board, yani amjisikii board kuwa pamoja Ushanifahamu, lakini pia kuna vitu vingi mnaweza mkazungumza, najua ukiwa rafiki na mpenzi wako. Manake hata wakati wa matatizo fulani anasema haya, siwezi kumwambia mpenzi wangu, acha nimtafute rafiki. Rafiki sasa, wewe utakuwa rafiki yake, yake ataweza pia kukuambia hayo matatizo yake. Kwa hiyo uta play part kubwa katika maisha yake, si umenipata eh? Sasa hizo zilikuwa ni dalili saba nilizokuambia za mtu sahihi katika maisha yako. Pengine wewe kila unapoanza mahusiano unapata uh, unapata kigugumizi ama kiwewe cha kutojua yupi mtu sahihi katika maisha yako. Eh, sasa hizi dalili saba zitakusaidia leo nizokupa. Mtu sahihi kwako atakuwa na hizi dalili saba. Acha kufuata tu moyo unavyotaka. Watu wengi wapo katika mahusiano ama wanaingia katika mahusiano kwa kufuata moyo. Mimi najisikia nampenda sana. Nikimuona moyo unalipuka, nikikuuliza kwa neno nampenda. Unaniambia ah, em basi tuna hisia na yeye. Ah, that is not love my friends. Eh, ayo sio mapenzi, iko ni iko ni kiwewe tunasema trauma. Hiko ni kiwewe kinakusumbua mapenzi. Ama ukitaka kuwa na uhakika kama kweli unapenda, lazima uwe na hizi uwe na uh, na na uwe specific things na vitu vyenye mitazamo ambao hata ukisema ukiulizwa kwa nini unampenda, hisia sawa zipo lakini, kuwe na sababu kimsingi ambazo pia zitakuongoza wewe kufahamu upo na mtu wa aina gani, sio tu kufuata hisia. Unajua so, wakati mwingine hisia zinaweza kukupoteza lakini ukiwa na sababu za msingi zinaweza zikakurudisha katika katika mfumo wako. Nadhani hiyo imekusaidia sana. Kama kuna sehemu imekusumbua hujanielewa vizuri, ama upo katika mahusiano bado yaelewi vizuri, unaweza ukanitafuta kwa namba zangu za simu 0659152333. Tutashauriana, tutaongea vizuri sana. Lakini pia napenda kukushauri, kama hujasubscribe channel yangu ya YouTube, subscribe, kwa sababu kuna masomo mengi zaidi yanakuja na yapo Unaweza ukayaangalia hapo yaliyopita yatazidi kukusaidia na kukujenga na kuimarisha mahusiano yako. Hadi wakati mwingine tena, nitamombeki Crispin hii ni Mbeki TV. Bye bye.